bali makundi mbalimbali mbali. Kuna watumishi wa NSSF, kuna wanafunzi tunavyowaona na pia hata nyiye waandishi wa habari. Hiyo yote ni kuweza kujenga ushirikiano na mahusiano mazuri kati ya jeshi la zimamoto na uokoaji na jamii inayotuzunguka na makundi mengine. Kuanzia mwezi Julai mwaka 2024 mpaka kufikia tarehe 4 mwezi wa tano mwaka 2025 jeshi la zimamoto na uokoaji limepokea jumla ya matukio 74. Katika matukio hayo sabini na nne, matukio sitini na mbili ni matukio ya moto na matukio kumi na mbili ni matukio ya maokozi. Uh, sababu kubwa ya uh, vyanzo vya, vya, vya moto katika mkoa wa Kagera uh, tuna uh, sababu hizo ambazo zimesababisha ni kwamba sababu ya kwanza ni aina uh, nyingi ya matukio ya moto huwa yanasababishwa kwa uzembe inawezekana labda mtoto akawa ameachwa peke yake, lakini anatumia kiberiti pale. Inawezekana labda akawa anataka kuwasha kitu fulani, lakini anawasha, sio kwamba kutokana na lengo fulani, bali anawasha kwa sababu anaiga, kwamba labda inawezekana kuna mzazi wake amemwona anawasha, ndio maana na yeye anaiga. Lakini pia kuna matukio mengine e, yanatokana na uandaaji wa mashamba, pia hasa inapofika hatua kwamba labda kuna kipindi cha kilimo. Uh, mkulima anataka kuandaa mashamba kwa ajili ya kilimo, anajikuta kwamba uh, moto aliowasha umemzidi. Kwa hiyo ameshindwa kudhibiti, ndio maana unasambaa katika maeneo mengine. Lakini sababu nyingine pia ambazo zinaweza kusababisha moto ni hujuma. Tunavyozungumzia hujuma, ni kwamba inawezekana kwamba mtu anataka kulipa kisasi au anataka labda, labda inawezekana chanzo kikubwa kikawa labda e, sababu ni mahusiano au inawezekana ikawa sababu ni madeni. Kwa hiyo mtu inawezekana akawa anachoma sehemu ili kuweza kuficha ushahidi ambao unaweza ukapatikana kama mnavyojua pia. Hata vikoba pia vinaweza vikawa sababu ya matukio haya ya kujitokeza kwa sababu inawezekana labda kuna mtu ana kibubu au vile wanavyovita vibubu anahifadhi fedha lakini mwisho wa siku inawezekana hizo pesa akawa amezitumia lakini wanakikundi au wanachama wanapohitaji zile pesa zao kwa kuwa hana, anaweza akachoma uh, moto katika ile jengo ambalo limehifadhi hicho kibubu ili ionekane kwamba zile pesa zimeteketea, lakini hali halisi inawezekana hiyo pesa ametumia kwa ajili ya matumizi yake binafsi. Uh, wito wangu kwa jamii ni nini? Jamii ipatapo uh, tukio lolote la moto, cha kwanza wanapaswa kuhakikisha kwamba wanatoa taarifa kwa jeshi la zimamoto na uokoaji kwa wakati ili jeshi la zimamoto na waokoaji lifike eneo la tukio kwa wakati ili liweze kudhibiti moto ili usisababishe madhara makubwa zaidi. A, lakini kitu kingine pia tunawaasa wananchi wahakikishe kwamba wanatunza miundombinu yote ya maji e, kwa ajili ya kuzimia moto. Wahakikishe kwamba miundombinu ambayo imewekwa katika mitaa yao katika kata zao inatunzwa vizuri ili kwamba inapotokea kuna matukio yoyote jeshi la zimamoto na uokoaji lipate urahisi wa kutumia miundombinu hiyo kwa ajili ya kujaza maji katika gari na kuweza kudhibiti majanga moto ya moto ambayo yatakuwa yamejitokeza. Uh, Kletus Mutakiawa, kimsingi kwa hapa Bukoba uh, matukio ya moto yamekuwa yakitokea, lakini kiufupi yamepungua. Yaani kuna namna ambavyo wananchi wamekuwa wakishirikiana kutoa taarifa. Nimeshuhudia matukio zaidi ya manne wananchi wakipiga simu kwa haraka na zimamoto wamekuwa kufika kwa haraka tofauti na siku za zamani. Zamani ilikuwa ni changamoto kidogo, ilikuwa kitokea tatizo, unakuta hata nyumba, mpaka imeungua. Lakini matukio mengi umeona this time wananchi wanatoa taarifa na zimamoto inafika kwa wakati na moto unazimwa. Lakini pia limekuwepo swala utoaji elimu. Nimeona mara nyingi zimamoto wakipita kwa wananchi wakielekeza namna ya kuzima moto, lakini pia hata ukaguzi wao niliona juzi baadhi wa wa ya taasisi tasisi walikuwa wanapita wanaangalia kama kuna vifaa vya zimamoto na wakitoa elimu. Kwa hiyo ni jambo ambalo actually linaonyesha kwamba kuna maendeleo makubwa na wananchi wanaenda kupata elimu juu ya masuala ya zimamoto na moto hata haya matukio ya moto na upambanaji wa majanga kama hayo. Jina, mimi naitwa Joseph Maduhu. E, ni mfanyakazi wa NCSF. E, kwenye wiki ya, ya zimamoto, e, ni kwamba tumeshirikiana na hii jeshi la zimamoto na wakoaji. Na mara nyingi amekuwa wakitushauri e, na kutufundisha namna ya, ya, ya, ya kuokoa kama umetokea janga la moto. Vilevile e, jeshi la zimamoto kwa mkoa wa Kagera inajitahidi sana kuelimisha wananchi kuwa e, na tahadhari na kuwafundisha namna ya kuokoa, kujiokoa na moto kama imetokea janga la moto. E, kwa upande wa jamii nafikiri ni vizuri kuendelea kutoa, kutoa, kutoa elimu kwa sababu utakuta jamii wengi hawaoni umuhimu wa kuwa pengine na vifaa vya zimamoto au tahadhari ya moto ikitokea kwao. Ni vizuri wakaendelea kuwa na nani, kuwa na kutoa elimu e, si kwamba watoe elimu kabisa, lakini elimu ilishatolewa, lakini ningeshauri ni, ni kwamba liwe endelevu. Usisahau kusubscribe, ku comment, ku like na kushare